Katika video hii nitakuonyesha namna sahihi ya kuweza kupata pasipoti yako ya kusafiria ya Tanzania Uh, passport ya kusafiria online bila kwenda katika ofisi za immigration. Jinsi ya kuweza kupata passport yako online ombi la passport. Wakati wa ujazaji wa fomu maombi ya passport, mombaji anatakiwa kujaza taarifa zake kwa usahihi na ukamilifu, na mara atakapokamilisha atapatiwa namba ya ombi application number, na namba number ya utambulisho reference id ya ombi lake. Hasa kuna sehemu hizi muhimu kama unavyoona taarifa za msingi. Aina ya maombi hapo, utachagua aina ya maombi. Alafu baada ya hapo utajaza namba zako za simu, then utaingia kwenye eneo alipo muombaji. Kwa mfano, aina ya maombi kuna ombi jipya, kuna passport imejaa au kupata passport ya kielektroniki, alafu kuna passport iliyopotea, alafu kuna kuharibika kwa hapo. Utachagua kama ni ombi jipya, basi utaweka kwenye ombi jipya. Kama ni passport yako imejaa, utaweka hapa, au kama ni passport imepotea, utaweka hapo kama ni passport kuharibika, utaweka hapo. Kwa mfano sasa, kwa wale ambao tunaomba ombi jipya, utabonyeza kwenye ombi jipya. Baada ya hapo, sehemu hii utajaza namba zako za simu, utajaza namba zako za simu kama ni mfano sita ishirini na saba sitini na tisa. Halafu baada ya hapo sasa utakuja utachagua eneo alilopo mwombaji kama upo nchini Tanzania au kama upo nje ya Tanzania au balozini kwa hiyo mfano mimi nipo Tanzania, nitajaza hapo Tanzania. Baada ya hapo utaandika mahali ofisi ambapo ombi litashughulikiwa, utachagua ofisi kama ni Tanzania bara au kama ni Zanzibar. kama uko Tanzania bara utaweka Tanzania bara, kama uko Zanzibar utaweka Zanzibar. Kwa mfano mimi nipo Zanzibar, nitajaza hapo Zanzibar. Baada ya hapo nitabonyeza anza maombi okay. Ukishabonyeza <coughs> hapo anza maombi, utaweza kuona utapewa hapa Tafadhali hifadhi namba ya utambulisho reference ID sehemu salama, kwani itahitajika pindi mwombaji atakapohitaji kuendelea na ombi lake hapo baadaye. Aidha, namba hiyo itahitajika pia endapo kutatokea tatizo la kukatika kwa mawasiliano wakati mwombaji anajaza fomu au ikiwa anahitaji kukatisha ujazaji wa fomu yake kwa sasa na kuendelea kutoka pale alipoishia hapo baadaye. Kwa namba hii ni muhimu sana, kama jinsi unavyoona namba ya utambulisho na tarehe ya kujaza fomu. Unachotakiwa sasa kufanya ni kuprint hiyo namba. Utaiprint hiyo namba yako ambayo umepewa hapo. Baada ya kuiprint, basi unachotakiwa sasa kufanya ni kuweza kuijaza au kuiseve katika simu yako, utahifadhi hiyo namba. Alafu utaendelea na endelea na maombi, utabonyeza hapo. Sasa sehemu hii au fomu hii ni fomu ya taarifa binafsi. Hii ni fomu ya taarifa binafsi, utatakiwa kujaza fomu hii. Mfano hapa kama unapoona kuna jina la kwanza, utajaza jina lako la kwanza. Baada ya hapo utajaza jina la kati, utajaza jina la uko. Hakikisha unajaza majina ambayo ni sahihi na majina ambayo yapo katika kitambulisho chako cha kocha taifa au kitambulisho cha uraia. Na baada ya hapo utachagua jinsia kama ni me au kama ni ke. Alafu utakuja kwenye sehemu ya habari ya ndoa, chagua habari ya ndoa. Utachagua habari ya ndoa kama ni sina ndoa, nina ndoa, mtalaka, mfiwa. Utachagua kama una ndoa utaweka kwenye na ndoa, kama hauna ndoa utachagua mwenyewe habari ya ndoa yako. Halafu baada ya hapo, utajaza kazi yako hapa, kazi unayoifanya utaweza kujaza kazi yako katika sehemu hiyo ya kazi. Then ukiendelea chini, utambulisho namba ya uraia. Hapa namba ya uraia utajaza namba yako ya kitambulisho cha uraia. Namba ya kitambulisho cha NIDA utajaza utajaza hapo. Baada ya hapo utakuja, kitambulisho kitambulisho cha mzanzibari mkazi. Utajaza kitambulisho cha mzanzibari mzanzibari mkazi mkazi katika sehemu hii kama unaombea ukiwa Zanzibar. Okay. Baada ya hapo sasa utakuja kwenye picha ya mwombaji. Sehemu hii uta select file, uta select file. Okay, uta select file kutoka kwenye simu yako. Kwa hiyo utabonyeza sehemu hii hapa ya select file utabonyeza hapo. Ushabonyeza hapo, itakupeleka moja kwa moja kwenye simu yako ili kuweza kuupload passport size yako. Uta upload passport size hapo. Okay. Then utasogea chini kwenye tarehe na mahali pa kuzaliwa. Kuna tarehe ya kuzaliwa. Hapo utachagua tarehe yako ya kuzaliwa, labda tuseme ni tarehe utachagua mwezi labda Aprili, utachagua mwaka ambao umezaliwa, kama ni elfu mbili na moja, elfu mbili na ngapi tisini na ngapi, utachagua mwenyewe namba yako hapo. Baada ya hapo, utashuka tena chini kwenye nchi, utaweza kuselect nchi ambayo umezaliwa, kama ni Tanzania au kama ni wapi, utachagua mwenyewe. Eneo utachagua eneo lako, Tanzania bara au Zanzibar, utajaza mwenyewe. Then kama uko hapo, utachagua mkoa, kama ni Arusha, utakuja kwenye wilaya, utachagua wilaya yako labda ni Karatu. Then, kata au shehia basi utachagua kata yako ambayo upo kwa mfano hapa utaweka hapo, alafu utaandika mtaa au kijiji, utaijaza katika sehemu hiyo, okay. Baada ya hapo sasa utaandika, utabonyeza hapa kwenye neno hifadhi na toka <coughs> kuna hifadhi na toka, alafu kuna hifadhi na endelea. Kuona chotakiwa kufanya wewe hapo, utahifadhi, alafu utaendelea, utabonyeza hapa kwenye hifadhi alafu utaendelea hadi hatua inayofuata. Kwa mimi hapa sijazi hii form wala sina mpango wa kutafuta passport, ilisipokuwa hapa mimi nachofanya nina kuonyesha. k kama kuna sehemu hapo mbele utakwama, usisite kunitafuta, utani whatsapp hapo. Namba zangu zipo kwenye bio au linki ya Telegram yangu ipo kwenye bio. Unaweza ukanitumia message na nikakusaidia namna sahihi ya kuweza kujaza mpaka mwisho na ukaweza kupata passport yako au kama pia vilevile vile hautaweza tunaweza kukusaidia kwa kufanyia maombi mpaka pale yatakapokamilika na ukapata pasipoti yako bila tatizo lolote. Unaweza ukatucheki bila shida yoyote, namba zetu zipo kwenye bio hapo. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usahau kubonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa pale tunapoposti video mpya. Asante na karibu.